Uweza wako wa kimbingu katufunike na neema yako ikatufiche kwa upya katika damu ya Yesu. Na jina la Yesu ninatamisha kila mahali ambapo msikilizaji wetu anatusikiliza na kutufuatilia, sema pamoja naye, achilia kila ambacho Bwana umekikusudia kusema nasi katika jina la Yesu na damu ya Yesu tunaomba tukiamini na kupokea kutoka kwako, amen. Nikushukuru wewe ambaye umeendelea kutufuatilia, asante kwa wewe ambaye umeendelea kutuombea na ninambariki Mungu tena kwa ajili ya siku nyingine ya Jumaa ambayo Mungu ametupa. Tunaendelea na somo letu ambalo tulikuwa tumeanza nalo, lina vipindi kadhaa sasa aa, lile neno lenye kichwa kinachosema aa, jifunze kutoa sadaka bila kujihurumia, ama epuka ama jifunze kutoa bila kujihurumia, vivyo tunavyoweza kuifanya, lakini tunachotamani kumtolea Mungu sadaka pasipo kujionea huruma, hiyo ndiyo ajenda tunayotamani kuwa nayo na tutaendelea nayo katika vipindi kadhaa vilivyoko mbele yetu, na nina uhakika Mungu atasema kitu kwa ajili yako. Tulikuwa tumeanza kuangalia kile kipengele cha kwanza cha pili kinachozungumza habari za dalili ya kwamba moyo wako umeshikiliwa na mali, moyo wako kuwa umeshikiliwa na mali. Tuliona ule mfano kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Luka 12:16 mpaka 21, si sintarudia huko tena kwa sababu ya muda. Tuliainisha mambo matatu kutoka kwenye ile kona, ya kwamba kudhani wewe ndiye sababu ya mafanikio yako. Ukishaona moyo wako unakutafakalisha, unakusemesha kwamba ulivyo navyo ni matokeo ya mafanikio yako, ujue moyo wako umekamatwa na fedha, umekamatwa na mali na utajiri ulionao lakini jambo la pili, kuona ulivyo navyo ni mali yako wala sio mali ya Mungu, na huoni kwamba Mungu ndio chanzo cha hayo yote, hiyo ni ishara ya kwamba moyo wako umekamatwa. Na tulihitimisha na lile kuona kwamba ulivyo na ulivyo navyo ni matokeo ya bidii zako wala sio Mungu. Ulivyo na ulivyo navyo ni matokeo ya bidii zako wala sio Mungu. Ukishaanza kuona ya kwamba bibi yako ndiyo matokeo ya hicho ulicho nacho, lazima ujue kwamba adui amepora moyo wako na kushikilia kwenye mali zako, sio moyo wako kuwa hekalu ama maskani ya Mungu aliye hai. Ni, ni ruhusu sasa nikupe jambo ama dalili ya nne inayoashiria ya kwamba moyo wako umeshikiliwa na mali ama fedha: kuona kuwa swala la kutoa ni kufilisika. <laughs> kuona kuwa suala la kutoa sadaka ni kufilisika, ni kupungukiwa, ni kupoteza katika vingi ambavyo unavyo. Ndio mtazamo wa watu wengi sana sana. <laughs> Mungu atusaidie sana. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo <clears throat> vimeharibu sana mfumo wetu wa utoaji ni hii picha ambayo tulionayo ya kudhani ya kwamba kutoa ni kufilisika, kutoa ni kumaliza tulivyo navyo, kutoa ni kupungukiwa. Na kwa sababu ya huo mtazamo, tumejikuta kwamba hatuwezi kutoa kwa namna ambavyo tunapaswa kutoa. Sasa kuna mstari hapa, nilikuwa nataka niku somee. Sikuandaa kwenye notes zangu, lakini natamani ni usome, utakusaidia. Ni kutoka mm, kitabu cha Kajengoja. Mara moja nataka nikupeleke kwenye hiki kipande kikusaidia kwamba unapotoa usitoe. Okay, yes, nimeshapata Sema kutoa kwa hiari si kwa lazima, kutoa kwa hiari si kwa lazima. Wakorinto, Wakorinto, Wakorinto, Wakorinto, Wakorinto wa pili nane tatu Wakorinto wa pili nane tatu anasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, nilichokuwa na kiwinda hicho cha pili anasema kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao mahali pengine anasema tutoe kwa hiari si kwa lazima, si kwa lazima. Inapofika mahali unaona ulivyo navyo ni kufilisika ni kupungukiwa, maana yake hata ukitoa hutoi kwa uhiari, hata ukitoa hutoi kwa moyo, hutoi kwa ule moyo wa kupenda sawa na Kutoka 25 anayosema kuambie wana wa Israeli ya kwamba wata utatoa kwao sadaka wale ambao mioyo yao wa, yawapa kupenda kutoa. Sasa nilichotaka uone ni kwamba ndani yako kama kuna kuona kufilisika kupungukiwa na kupoteza katika vingi ulivyo navyo, maana yake hata ukitoa umelazimika, umelazimishwa, umesurutishwa. Kumbuka, si kwa uwezo wala kwa nguvu zetu zinazotupa kuwa navyo hivyo tulivyo navyo. Narudia hiyo sentensi, si kwa uwezo wala si kwa akili zetu zinazotupa kuwa navyo hivyo tulivyo navyo. Kwa hiyo hivyo tulivyo navyo ni neema, ni rehema, ni huruma za Mungu peke yake, ni mkono wa Mungu nao tujalia hiyo neema. Na ndio maana kwa namna moja ama nyingine, hupaswi kuona vile ulivyo navyo ya kwamba ni mali yako. Kwa nini? Kama kuna neema imekuwezesha, kama kuna nguvu nje ya uwezo wako iliyokufanikisha ukawa hivyo, unapaswa kumshukuru, unapaswa kutoa kwa moyo, unapaswa kutoa kwa kumaanisha. Hebu tuone Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 14 mpaka 18. Hiyo mistari minne imebeba kitu ambacho ninatamani ukione, namna ambavyo Mungu anataka kutukumbusha kwa habari ya kona ya kuwa navyo. Angalia anasema hivi, Kumbukumbu la Torati 8 14 mpaka 18, anasema basi, hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Nataka uone anasema usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri aliyekutoa kule utumwani. Sasa Kiswahili cha tafsiri ya kwetu, usimsahau Mungu wako aliyekufanya ukawa hivyo ulivyo, aliyehusika kwenye mchakato aliyehusika kwenye mpango aliyehusika kwenye kuratibisha hatua zako za kimafanikio, usimsahau. 15, anasema aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kutisha lenye nyoka za moto na nge, nchi yenye kiu isiyokuwa na maji, aliyokutolea maji katika mwamba mgumu. Nataka uende taratibu. Kiswahili kingine anasema Kumbuka namna ambavyo Mungu alipita pamoja na wewe nyakati za hatari kufikia mafanikio. Sasa angalia anavyotaja, anazungumza habari za jangwa lile kubwa. Moja kuwa jangwa peke yake inatosha kuwa hatari, ni kitisho, hakuna maji, hakuna uwezekano wa kupata chochote, lakini Mungu aliwasaidia wana wa Israeli, wakala wakanywa jangwani. Ninachotaka ujue ni kwamba Mungu aliyekufanikisha ukafikia hapo ni sawa na wana wa Israeli waliopita jangwani. Kuna wakati ulipita kwenye wakati mgumu, lakini haukuwa peke yako. Anasema lile jangwa lilikuwa na vitisho, angalia anataja hatari zilizokuwepo ndani yake. Kulikuwa na nyoka za moto, kulikuwa na nge, lakini nchi iliyokuwa na kiu isiyokuwa na maji. Haya mambo matatu yanaonyesha hatari iliyokuwepo katikati ya mchakato wetu wa kufikia mahali tulipofikia iwe ni kwenye kupandishwa cheo iwe ni kwenye ajira iwe ni kwenye kuanzisha kampuni taasisi iwe ni kwenye kuanzisha biashara, kuna nyakati ulipita kwenye jangwa ambako kulikuwa na nyoka za moto, nge, pamoja na maji kutokuwapo, lakini Mungu alikupitisha salama katika mazingira hayo. Kumbuka mstari wa 14, anasema usimsahau Mungu wako. Angalia mstari wa 16, aliyekulisha jangwani mahala ambapo hakuna kulima kwa sababu ya jangwa, hata kama ukilima unahitaji sayansi kubwa. Wana wa Israeli kipindi hicho hawakufikia hiyo level ya kulima jangwani, lakini Mungu akawalisha, Mungu akawashibisha anasema wasiojua babaya zako, apate kukutweza eh, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wake. Angalia mstari wa kumi na saba hapo, usiseme sasa. Angalia utakapofanikiwa, anasema hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu, narudia tena nguvu zangu. Na ndivyo akili za watu wengi zinavyowaza akiona amefanikiwa anaziona nguvu zake, akiona amefanikiwa anaona elimu yake, akiona amefanikiwa anaona vitu fulani, hamwoni Mungu aliyemvusha kwenye hiyo kona. Sikiliza, wakati mnaenda kufanya hiyo interview haukuwa peke yako, mlikuwa na watu wengi, na watu wengi ambao mlikuwa ulikuwa miongoni mwao hawakufanikiwa kama wewe. Mungu amekufanikisha hazikuwa nguvu zako, ni nguvu ya Mungu, na ndio maana nakukumbusha usimsahau Mungu wako. Fikiri wakati mnafanya interview, mlikuwa watu wangapi? Fikiri wakati mnasoma hicho ulichosoma, mlikuwa wanafunzi wangapi? na wale wenzako waliosoma kama wewe na wengine walikuwa na uwezo zaidi yako, wako wapi? Usijisahau tu kwa sababu umefanikiwa. Usijisahau tu kwa sababu Mungu amekuinua, usijisahau tu kwa sababu ya maongezeko. Anasema hapo, usiseme moyoni mwako ni nguvu zangu na uweza wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri. Angalia mstari wa 18. Ninaupenda sana huo mstari, kile ulichobeba anasema basi utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu. Oh, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Sijajua kama kuna mtu anaelewa hicho ninachotamani ukidake. Anasema anayekufanikisha, aliyekuinua, kuinua, aliye kustawisha, aliyeachilia maongezeko, si nguvu zako. Kuna watu walikuwa na nguvu zaidi yako, kuna watu walikuwa na nafasi na fursa zaidi yako, kuna watu walikuwa na mtaji mkubwa kuliko ulio nao, na kuna watu walikuwa na connection kuliko ya kwako. Yani kuna watu ambao viongozi wakubwa wa nchi hii ni ndugu zao za lakini bado wewe umepata fursa na nafasi hiyo ya kuwa mahali ulipo. Si uwezo wako, si nguvu zako, sio akili za kwako. Bahati mbaya tunavitaja hivyo vitu kama vigezo peke yake vilivyotuinua. Hapana. Nataka nirudie tena kusema hapana. Hata kama ni biashara ya kuuza karanga, ni biashara ya kuuza mchicha, ni biashara ya kuuza matunda, kuna watu wana mitaji ya pesa nyingi, lakini hata wazo la kufanya ulichofanya hicho, ambacho kinakufanya uwepo mjini, kuna watu hawajaweza kuwa nacho. Usije ukasema ni akili zangu Usije ukasema ni nguvu zangu, usije ukataja vitu vyako, watoto waliokupa mtaji na mafanikio na kila kitu, ukasahau kumtaja Mungu ambaye ndiye akupaye aku nguvu za kupata utajiri. Jina la Bwana libarikiwe. Ukishaona swala la utoaji wa sadaka kwako ni kama mateso, ni kama shida, linakufanya ulalamike na kunung'unike, hiyo ni ishara ya kuwa moyo wako umekamatwa umeshikiliwa na mali zako, umeshikiliwa na fedha zako, na una una un, badala ya kuona Mungu akifanya, angalia. Ukishashikiliwa moyo wako na fedha na mali zako, unaziona bidii zako, wala sio neema ya Mungu. Unaona bidii, unaona connection yako, wala si neema ya Mungu, unawaona watu, wala si mkono wa Mungu unawaona waliokubeba wala sio Mungu aliyekusaidia. Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Sasa angalia, unapotoa sadaka kumbuka mwenye hatimiliki, ngoja niweke vizuri kwanza. Unapotoa sadaka mahali popote, tendo hilo linazalisha kitu kinachoitwa ibada. Mahali palipo na sadaka pana ibada, mahali palipo na ibada lazima pawe na sadaka. Hayo mambo huwezi ukayatenganisha. Sasa unapotoa sadaka yako mahali panapoitwa ibada, mahali ambapo mwenye hati miliki ya ibada yoyote ni Mungu ama miungu, inategemeana unaabudu nani. Sasa angalia, unapotoa sadaka yako ambayo inabeba hadhi ya kibada huku nalalamika, matokeo yake huwa sio mazuri. Hebu twende kitabu cha Waefeso 3 mstari wa 20, 3 mstari wa 20, angalia Anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Twende taratibu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko moja yote tuyaombayo, kwa maneno, kwa kinywa, kwa kutamka. Kwa hiyo Mungu anajibu kile ambacho unakitamka kwa misingi ya kuhitaji utendewe, ambayo yanaitwa maombi. Lakini cha pili anasema au tuyawazayo. Kwa hiyo lazima uwe makini sana kwenye maisha ya kwako, unatamka nini na unawaza nini. Mungu huwa anajibu <laughs> ukielewa hapo, utakuwa umevuka sana. Narudia tena, kuwa makini sana kwenye maisha yako kwani kupitia kinywa chako maneno yako Mungu anajibu, lakini kupitia unachokiwaza Mungu anajibu. <coughs> Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Kuna kitu ambacho ninatamani hapa ukielewe vizuri. Kwa hiyo Mungu anajibu yale tuwazayo na tuombayo. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu. Hebu tuende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mstari wa kumi, mlango wa kumi. Nianzie mstari wa kwanza. Nataka uelewe kitu, wewe ambaye wakati wa kutoa sadaka huwa unalalamika, uone madhara yake. Cha kwanza, tumeona kwamba Mungu anajibu kupitia tuwazayo na tuombayo. Twende Matendo ya Mitume kumi mstari wa kwanza nitaona tutaishia wapi. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitalia, mtu mtauwa, mchaji wa Mungu yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Nilichotaka ukione kile cha pili, cha kuomba, kutamka, kusema maneno yaliyoashiria uhitaji wa kutendewa na Mungu. Angalia mstari wa tatu, akaona katika maono waziwazi kama saa tisa ya mchana malaika wa Bwana akimjilia na kumwambia, Kornelio Angalia, akamtazama sana akaogopa, akasema kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho. Sasa nataka nirudie huo mstari wa nne, angalia malaika anachomwambia, sala zako, maanake yale maneno uliyokuwa yomba. Kumbuka, tumeona kwamba Korinelio alikuwa akitoa sadaka na kumwomba Mungu daima. Sasa malaika anakuja, anamwambia sala zako na sadaka zako zimefika. Kwa hiyo kile ulichokishikamanisha na maombi yako na sala zako sore, ulichokishikamanisha na, na, na, na sadaka zako kimefika. Kwa hiyo kile Kornelio alichokitamka pamoja na maombi alichokitamka pamoja na sadaka zake, Biblia inasema malaika anamwambia kimefika. Kwa hiyo wakati unatoa sadaka, unapoachilia maneno, unapotamka maneno, ukumbuke unashikamanisha sadaka yako na maneno. Ninaeleweka ninachozungumza? Kuna watu bado hawajadaka. Ngoja nikuongeze mstari mwingine, huu haukuwepo kwenye mtiririko wangu, utakusaidia. Angalia kitabu cha Waebrania kumi na moja mstari wa nne, Waebrania kumi na moja mstari wa nne. Hii misali sikuiandika kwenye noti za kwangu, lakini nataka upanue wigo. Anasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Nitaka upate hicho ya kipande hicho kinachoanza baada ya kituo na koma hicho, hayo maneno yanayofuata, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo sasa angalia hicho kipande cha mwisho, ijapokuwa amekufa angalia kinena, kinachonena ni nini? Soma mtiririko mstakabari mzima wa huo mstari, unagusia ni nini? Unagusia habari za sadaka ya Habili za sadaka ya Habiri. Sasa rudi kwa Korinelio. Korinelio alipokuwa anatoa sadaka alikuwa anafanyaje? Anashikamanisha na maombi. Kwa hiyo uko uwezekano mkubwa ya kwamba Habiri naye kuna vitu alivyovishikamanisha na sadaka yake ili kumsihi Mungu aweze kufanya. Habiri amekufa hayupo, lakini anasema ile sadaka yake ingali ikinena, ingali ikinena. Inanena nini? Kile kilichoshikamanishwa na hiyo sadaka. kwa hiyo Unapotoa sadaka huku unalalamika, maana yake Mungu atajibu hayo malalamiko ya kwako. Kuna watu hawajataka kuelewa. <laughs> Mungu tusaidie. Mungu atajibu huko kulalamika kwako. Sasa unaweza ukasema, Mungu huwa anajibu? Anaweza kujibu malalamiko? Ndio. Unasema umeipata wapi hiyo? Kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu ngapi? 21. Anasemaje kwenye Hesabu 21? Angalia, ni kupereke, ni kupereke moja nikupeleke 21 mstari wa nne. Anasema hivi, wakasafiri kutoka milima ya hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edom. Nataka uone, uone malalamiko na manunguniko, ili kuizunguka nchi ya Edom, watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia, wakakata tamaa kwa sababu ya ile njia, wakachoka kwa sababu ya ile njia watu wakamnung'unikia Mungu na Musa. Nataka uone sasa hapo, watu wakamnung'unikia Mungu na Musa. Kwa hiyo kilichopelekwa kwa Mungu na Musa ni manung'uniko. Nimekuambia Mungu anajibu yale tuwazayo na tuombayo na ndio maana unapaswa kuwa makini sana unawaza na unatamka nini. Sasa angalia, walipomnung'unikia Mungu na Musa, manung'uliko yao yalibeba maneno haya: mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufa jangwani, maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Maneno walioyatamka mbele ya Mungu na mbele ya Musa, kumbuka, unapoenda mbele za Mungu, hiyo ni ibada. Na walipoenda mbele ya Mungu mbele ya Musa, walikuwa wanajua Musa ni kuhani, ni, ni, ni, ni kuhani wa Mungu. Kwa hiyo maanake walienda mbele za Mungu kupitia kuhani Musa, wakatamka maneno ya malalamiko. Angalia Mungu alichokijibu, mstari wa sita: Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Nitaka uone hii picha, unapotoa sadaka, wakati sadaka tumekuambia ni ibada na mwenye hati miliki ya ibada ni Mungu, maana yake unaenda mbele za Mungu. Sasa angalia, unapoenda mbele za Mungu na malalamiko ya kwamba sadaka zimezidi, sisi wengine ni masikini, sisi wengine hatuna hela, sisi wengine wanatufirisi, wanachukua tu hizi hela, huu ni mradi wa wachungaji na watumishi, hayo maombi yako madamu sadaka yako inakuwa imewakilisha moyo wako inapoenda madhabahuni kama ya Habili inat kile ulichokitamka, yani malalamiko. Wana wa Israeli walichokivuna ni nyoka wa moto, waliwang'ata watu wengi sana. Kwa hiyo Mungu anajibu yote tuyaombayo na tuyawazayo. Epuka sana kushikamanisha sadaka yako kwenye ibada yako na mambo usiyoyapenda na mambo usiyoyataka, kwani yakitokea yatakuumiza, na hasa yale ya kimalalamiko yako mnajua, wengine ni masikini sana bwana, sisi wengine tumechoka, tunatoa kila wakati, tunatoa na mungu hafanyi chochote mahali hapa, bwana wana sadaka nyingi sana, mimi kwa kweli wanani. Hayo ni maombi yako, unapoyatoa pamoja na sadaka, kumbuka utajibiwa. Sasa angalia, unajibiwa nini? Kwa hiyo jifunze kabla ya kutoa sadaka kusemesha moyo wako kwamba hiyo siyo sawa. Anza kuviona vitu vyote kwamba ni Mungu aliyekupa na epuka kuwaza ama kutamka maneno ambayo sio ya staha, sio ya heshima mbele za Mungu, unapojua unaenda kimadhabahu. Yaani afadhali ya utamke mahali pengine, sio wakati umeshika sadaka unaipeleka madhabahuni. Yaani saa hiyo umeshika sadaka tayari, mahali hapo ni madhabahu ya Mungu na Mungu anashuka hapo kibada kwa hiyo epuka sana hilo, lakini pia epuka ajenda ya pili, moyo wako kushikiliwa na fedha na, na, na, na, na, na mali ya kwako. Jifunze kujua ya kwamba hivyo ulivyo navyo vyote ni Mungu amekupa. Kwa hiyo anza kuviona vyote kwamba ni mali ya Mungu na kwamba mwenye navyo ni Mungu, na wewe amekupa kama dhamana, amekupa ili uvitunze amekupa kama wakili ambaye unapaswa kuwa mwaminifu mbele za Mungu, wakati Mungu atakapovihitaji kwake kwenye madhabahu yake kwa njia ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe, narudia tena, Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapaswa kuwa makini sana sasa. Tutakapokutana ile siku ya Jumatatu, nitaanza kukuonyesha sasa mifano ya watu ambao walitoa bila kujihurumia, mifano ya watu ambao walitoa sadaka bila kujihurumia, ili ujilinganishe na wewe, ujione ya kwamba kumbe wewe unafanya mzaha, unafanya mchezo mbele ya sadaka. Kwa hiyo tutakapokutana Jumatatu, tutaingia ndani zaidi, lakini nilichotaka nikuainishia ya kwamba epuka sana kuruhusu moyo wako kubebwa, kukamatwa na mali na fedha, kwani aliyekupa dhamana ya hizo mali na fedha ni Mungu. Kwa hiyo unapofika wakati wa kutoa hiyo sadaka, ujue unarejesha kwake aliyekudhamini. Wacha tuombe. Uliye mwaminifu na Baba yetu, tunalibariki na kulitukuza jina lako. Asante kwa uaminifu na wema wako. Umekuwa kwetu Mungu, umekuwa kwetu Baba, umekuwa kwetu kamilifu na utoshelevu. Asante kwa kipande hiki ulichotupa na kukiachilia ndani yetu sasa. Mungu ninaomba juu ya moyo wa mtu mmoja ambaye anapita mahali fulani, moyo wake umeshikiliwa na mali na fedha hawezi tena kutoa, hatamani kutoa, na kila anapotoa analalamika na kunung'unika, na ndio maana milango yake ya baraka imefungwa. Haoni tena ile neema, haoni tena kile kibali, haoni tena ile namna ya baraka zikimiminika kwake. Ninamwachilia mikononi mwako, ninamtenga na kila roho, ninamtenga na kila madhabahu, ninamtenga na kila ngome. Achilia ndani yake utayari, na ajue ya kwamba wewe Mungu ndiye uliyempa nguvu ya kufanikiwa ya utajiri ya ustawi ya kibali na kila anachokifanya, si uwezo wala si nguvu zake si akili wala maarifa na konekshen zozote, bali ni wewe Mungu uliyemjalia hiyo neema. Ninamwachilia mikononi mwako mtunze na kumlinda mfiche chini ya nyua zako na baraka zako zikaambatane na yeye, lakini mwisho wa siku kila alicho nacho yani fedha mali arithi nyumba na chote alicho nacho, ajue ya kwamba mwenye navyo ni Mungu peke yake, wala sio mwanadamu. Mbariki hata huyu ambaye anajiandaa sahii kutoa sadaka yake mahali hapa, achilia baraka kwenye maisha yake, katika jina la Yesu. Ninaombea vyanzo vya kipato, biashara na kazi zake, zikaachiliwe mafanikio na ustawi, ile neema na kibali chako, e Bwana, kikamwatamie, mtunze na kumlinda asione kupungukiwa kwa lolote, kwa kwa lolote, damu na kwa jina la Yesu ninaomba ni kiachilia yote mikononi mwako nikiomba nikiamini na kupokea.